Nandy baada ya kurejea kutoka Nigeria kwenye sherehe ya ndoa ya Juxi na Priscilla amekwenda straight nchini Kenya ambako alilipwa uh, kwa ajili ya kwenda kutumbuiza kwenye moja ya harusi. So, hajaweka wazi ni kiasi gani ambacho amelipwa kwenye harusi hii. Kumbuka mwaka jana pia aliingiza hela nyingi sana kwenye harusi ambayo alikwenda kuifanya e, pale Mombasa. Lakini anasema kwenye harusi hii nyingine ambayo amekwenda wiki hii, achilia mbali pesa ambayo amelipwa kama sehemu ya show yake, lakini anasema ametunzwa zaidi ya shilingi milioni hamsini ya kitanzania. Amesha video hizi kwenye page yake ya Instagram. Kuna hii nyingine namuonyesha hapa akiwa anahesabu Saa, na nini like mambo yako vizuri. Kiukweli Nandy amekuwa na mwaka mzuri sana, ukiangalia mwaka mwaka jana pia pia ka kaufunga vizuri vizuri, na mwaka huu pia umeanza vizuri, akipata deals. Kuna siku ameweka wazi amesign deal ya hela nyingi sana sana, lakini pia shows ambazo sasa hivi anafanya, basi elewa kwamba kwamba ukiona ameitwa sio pesa ndogo ambayo anakwenda kulipwa kwenye show, it's a lot of money. Au vipi, brand yake imekuwa kubwa sana kiasi cha kwamba sasa hivi anaanza kuona matunda haya kwa kuanza ku piga hela nyingi, imagine milioni 50 ametunzwa tu, sio kwamba ndo amelipwa yani, hiyo ni pesa ambayo ametunzwa peke yake na wale wageni maarusi ambao e, walimwalika wali ama walimwita kwenye hii e, harusi aje atumbuize. So you can see ni kiasi gani ambacho amelipwa e, kwenye show. Kama tu wageni ama maarusi wamemtunza milioni hamsini, ni kiasi gani ambacho ame anapewa eh, kama malipo ya show yake. Nafikiri ni hela nyingi sana. Shout out kwake Nandy, kiukweli amekuwa ni miongoni mwa wasanii wa kike kutoka hapa Tanzania ambao like wanaiongoza hii game vizuri sana, na anafanya biashara yake kwa eh, nguvu kubwa sana, na ndio maana hata pesa ama madili ambayo anayapata she deserve it, au sio bwana. Na staili kabisa, una mtazamo gani? hapo chini kwenye sehemu ya comments. Nikukumbusha pia kusubscribe hapa SNS, kwa taarifa nyingine kila wakati.